Kwangu mimi navona ni hapana, kwa sababu kwanza, mimi ni binti wa Kiislamu, lakini pili, nimeolewa na toka tunavokuwa, especially kwenye utamaduni wa Kiislamu, lakini utamaduni pia ki wa Kitanzania au wa Kiafrika, hamna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke. Kwanza hao viumbe wawili walivyoumbwa, wameumbwa kuwa attracted to each other kwa well, the moment ukileta mahusiano ya urafiki, unatengeneza mazoea. Ukishatengeneza mazoea, unatengeneza upendo na huo upendo unazalisha vitu vingine. Na sasa hivi wanavyosema tokikaa sehemu, labda mpo wawili, upo mwanao na mwanaume peke yake au mwanamke peke yake, ni vyema ukamuinvite mtu wa tatu kuondoa ile ibilisa au shetani ambaye anaweza kaingia kati yenu. Kwa kwangu mimi sidhani, sema tunaharibiwa sana na ile western culture na ile unajua, ukiangalia filamu hizi tamthilia zinatuharibu, tunahisi kwamba inawezekana, lakini hapana. Urafiki unaweza kuwa juu juu ile kuheshimiana kusalimiana, lakini urafiki wa karibu kwamba mmeshibana, afu unakuta huyu labda ni mume wa mtu au ni mke wa mtu, hiyo hapana, haiwezekani. Naweza tukabishana mpaka kesho, ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi mwenyewe si support, mimi siwezi nikawa na urafiki wa karibu na mume wa mtu, na nashauri pia hata kaka zangu au watu ambao nawafahamu, usitengeneze urafiki wa nje. Afu unajua cha ubaya zaidi, unaanza kumwangalia mwenza wako au partner wako kwa jicho tofauti, kwa sababu ukishatengeneza urafiki wa nje matatizo, baada ya kudiscuss na mtu ambaye upo naye ndani, uenda kudiscuss na mtu wa nje, kwao huyo mtu wa nje anaanza kutengeneza ile environment kwamba inawezekana tukatengeneza kikawa kitu eh, kikubwa zaidi. Kwa mimi kwa leo, naomba niishie hapo. Hamna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke. <laughs>